Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza katika mji wa Goma unaoshikiliwa na waasi na kuanza mashauriano na viongozi wa kidini mjini humo. Rais huyo wa zamani wa Kongo Kabila alionekana kwa mara ya kwanza hadharani katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi mashariki mwa nchi hiyo yenye machafuko jana siku ya Alhamisi akikutana viongozi wa kidini katika kile washiriki wake wanasema ni kusukuma mbele amani. Kabila alikutana viongozi hao wa kidini katika moja ya makazi yake huko Kinyogote kwenye mwambao wa ziwa Kivu, magharibi mwa Goma. Awali rais huyo ambaye alikuwa nje ya nchi hiyo tangu mwaka 2023 akiwa Afrika Kusini anasemekana kusakwa na Kongo kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuunga mkono uasi wa mashariki ikiwa ni pamoja na kuhusika katika mauaji ya raia. Kongo pia imechukua hatua nyingine ya kusimamisha chama chake cha kisiasa na kunyakua mali ya viongozi wake. Kambi ya rais huyo wa zamani inakanusha uhusiano wote uliopo na waasi wa M23 23 wanaosemekana kuungwa mkono na Rwanda ambao wameteka maeneo mengi zaidi kuliko hapo awali tangu Januari, ambapo pia alikuwa akiapa kurejea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati kwa wiki kadhaa kusaidia kutafuta suruhu za mgogoro huo. Kwa takriban dakika hamsini alizungumza na wageni wake Waislamu, washiriki wa makanisa ya wamsho, wawakilishi wa jeshi wa la wokovu, washirika wa Kiorthodoksi wa protestanti na Wakatoliki. Joseph Kabila amezungumza na wakionyesha kama mtu wa amani na kuahidi kutekeleza jukumu lake la kutatua mgogoro uliopo. Mmoja ya washiriki katika kikao hicho, Joel Amran, mwenyekiti wa jukwaa la Kivu Kaskazini la madhehebu ya kidini, aliongoza wajumbe katika mkutano huo, ambapo baada ya kikao alisema kuwa Kabila alionyesha nia yake ya kuona amani na rejea mashariki na nchini kote. Nia yake ni kurejesha amani, mshikamano wa kitaifa na kuishi pamoja. Kulingana na mchungaji huyo Joel Amran Joseph Kabila hakusema kuwa anaongoza mapambano ya kutumia silaha. Viongozi wa kidini hata hivyo walipendekeza kutoegemea upande wowote. Amenukuliwa akiendelea kusema kwamba sisi kama viongozi wa kidini tulimuomba afanye jukumu la usuluhishi ili amani irudi. Kwa miaka kumi na nane imekamilika, kazi kubwa ambayo inajulikana sana. Amefanya kila kitu kuunganisha nchi hii, acha ashiriki ili amani irudi. Tunaomba amani irejee, hakuna jambo linaloweza kufanyika bila amani. Kwa mujibu wa timu ya Joseph Kabila, mashauriano hayo zaidi yamepangwa kufanyika leo Ijumaa Mei 30, na Joseph Kabila anazuru mji wa Mashariki wa Goma ambao umetekwa na waasi baada ya kuondolewa kinga ya kutoshtakiwa kama rais. Rais huyo wa zamani Joseph Kabila amerejea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku chache tu baada ya kupoteza kinga yake, huku ukiwa na shutuma kwamba amesaidia waasi tangu waanze mashambulizi Goma. Siku ya kwanza, msaidizi wa karibu wa rais huyo wa zamani anasema vikao mashauriano vililenga kujifunza kuhusu changamoto za kiusalama katika eneo hilo na kwamba viongozi wa kisiasa, kiutawala, kijeshi na mashirika ya kiraia walialikwa kwenye majadiliano zaidi leo Ijumaa. Wakinukuu vyanzo vitatu ambavyo havijatambulishwa vilivyo karibu na Kabila, Reuters pia ilitoa taarifa kuwa rais huyo wa zamani alifanya mazungumzo na wenyeji, yani, wananchi wa Goma. Ziara hiyo inajiri licha ya rais huyo wa zamani kukabiliwa na uwezekano wa kesi ya uhaini kwa madai ya kuunga mkono kundi hilo la M23 mapema mwezi huu, seneti ya DRC ilipiga kura ya kuondoa kinga ya Kabila na kuandaa njia ya kufunguliwa mashtaka dhidi yake. Jana siku ya Alhamisi, mjumbe wa msafara wa Kabila aliliambia shirika la habari la AFP kwamba ingawa hakuna muungano rasmi uliopo kati ya chama chake na M23, lakini wote walikuwa na lengo moja la kumaliza utawala wa rais aliyepo madarakani Felix Tshisekedi. Umoja wa Mataifa na serikali ya DRC wanasema kwamba Rwanda imewaunga mkono wa M23 kwa silaha na wanajeshi, shutuma ambazo nchi hiyo bado inaendelea kuzikanusha. Ghasia hiyo mpya zimeibua hofu ya kuzusha mgogoro wa pili na mgogoro kamili sawa na vita ambavyo DRC ilivipitia mwishoni mwa miaka elfu moja mia tisa tisini na kuhusisha nchi kadhaa za Afrika Mashariki ambazo ziliua mamilioni ya watu ikiwemo. Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa mapigano ya sasa tangu yaanze tayari yamewakimbiza zaidi ya watu laki saba mwaka huu kutoka kwenye maeneo yao ya awali. Siku ya Jumanne, shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa Amnesty International lilishutumu M23 kwa kufanya dhuruma zidi ya raia katika maeneo ambayo ina yadhibiti kwa kile ilichosema kuwa ni kufanya mateso, mauaji na kutoweka kwa watu kuelekea kwenye maeneo yasiyojulikana, ikidai kuwa vitendo hivi vinakiuka sheria za kimataifa na kibinadamu na vinaweza kuwa ni uhalifu wa kivita. Kurejea kwake kunaweza kutatiza mpango wa Marekani wa makubaliano ya amani kati ya Kongo na Rwanda. Masud Balusi, mshauri mkuu wa Trump kwa Afrika, aliliambia shirika la habari la Reuters kuwa mapema mwezi huu makubaliano yanaweza kutiwa saini msimu huu wa joto yakiambatana mikataba ya madini inayolenga kuleta mabilioni ya dola za uwekezaji nchini humo. Serikali ya rais wa Kongo, Felix Tshisekedi, mjini Kinshasa, wiki hii iliishutumu Kabila kwa kujiweka kama kiongozi wa waasi pamoja na rais wa Rwanda, Paul Kagame. Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi zinasema kuwa Rwanda imetoa silaha na wanajeshi kwa M23, ambapo Rwanda imeendelea kukanusha kuunga mkono na inasema jeshi lake limeendelea kulinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo walioasisiwa na wahusika wa mauaji ya kimbari ya 1994 kwa kile ambacho Rwanda inasema inalinda watu wake waliopo mashariki mwa nchi hiyo. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.